kwa majina anaitwa Nyanyama Junior msomi. Kwa tuna mchezo leo dhidi ya Geita. mchezo ulikuwa mzuri, mchezo ulikuwa so rahisi sana, ulikuwa ni tough kidogo, lakini tumeweza kupambana kikubwa, tumepata pointi tatu, ilikuwa kitu chetu muhimu cha kwanza. napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. nimda kama miezi sita sasa hivi. sijapata nafasi ya kucheza, lakini leo ni mchezo wangu wa kwanza kwa mchezo Kwangu mimi nimefurahi. Kwa mchezo wa kwanza leo nimepata nafasi, nimecheza, nimefurahi. Naahidi kitu kikubwa, kushirikiana na wenzangu, kujituma, kupambana kikubwa, kupata matokeo katika timu yetu. Kiufupi, timu ya Tausi ipo vizuri, kiufundi wachezaji ipo vizuri, tunashirikiana vizuri, tunapambana.